Yeah, na mtazamaji nipe nafasi ni mtafute aliko Steve Shitera tufahamishe kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa hivi kwa Dominic Lumumba, ambaye kwa sasa hivi anaweza kuwa anachekea choni maanake ashinda hela ya shilingi nusu milioni. E, ameshinda nusu milioni kwa mashindano ya shabiki.com katika eneo la Bushiri, Kakamega. Steve Shitera, kama unanisikia kwa hivi sasa tueleze Dominic yupo mahali anaonekana, ama yupo yupo mahali amejibanza? Asante uh, sana bila shaka Rashid, umegonga ndipo manake, kwa hivi sasa tuko kwake nyumbani, uh, eneo ambalo linajulikana kama ebutenje ebutenje, iko katika kaunti ya Kakamega. Hapa ni nyumbani lakini hafla itafanyikia katika shule ya msingi ya Bushiri. E, eneo hili la Kakamega e, bila shaka a, wanasema kwamba mcheza kwao hutunzwa, na kweli e, Lumumba Dominic ametunzwa na Shabiki.com maanake Shabiki imefika Kakamega kuhakikisha kwamba anapata nusu milioni yake ambayo alijishindia kutokana na mchezo ambao unaendelea kwenye Shabiki.com ambao ni Warubani Challenge, kuhakikisha tu kwamba ameweza kupata ile zawadi. Na Shabiki.com imeandaa hafla maalum ha katika eneo hili kuweza kumletea fedha zake na pia kuungana tu na jamii ya eneo hili kusherehekea matunda ya Shabiki.com. Kumbuka kwamba shabiki.com inapanua mbawa zake na inaweza kuwafikia watu kote nchini. Eneo hili, ushindi huu wa Dominic Lumumba, kumbuka kwamba umeleta sherehe si kijiji hiki tu cha Ebutenje. Kumbuka tu sherehe hizi zimeweza kutanuliwa hadi maeneo ya Shikoti, maeneo ya Lukume, maeneo ya Ingotse. Kuhakikisha tu uh, jamaa ndugu na marafiki wa Dominic Lumumba wanasherehekea naye, si ushindi tu wake, ni ushindi wa jamii hii kwa jumla. Kumbuka kwamba uh, ni mchezo tu ambao umekuwa ukiendelea kwenye shabiki.com, na tunapokaribia msimu wa Krismasi, shabiki.com inahakikisha kwamba unaweza kupata uh, pia burudani au sherehe kusherehekea Krismasi, kwamba wanakuweza kuzawadia mbuzi kuna kuku hapa, Rashid Abdalla, utaniambia unataka uh, kuku wa aina gani. Nitakubebea bila shaka, nitaweza kukuletea popote. Utakuwa kuku, unieleze unamtaka akiwa hai au akiwa amechinjwa, kwa hisani ya Shabiki.com, uh, Rashid Abdalla. Hapa tuko na, na Mwala ambaye anaongoza kikosi hiki cha sherehe na sherehe zenyewe tutakuletea hafla itakavyokuwa, um, mida ya saa saba moja kwa moja kutoka katika shule ya msingi ya Bushiri. Rashid Abdalla, kutoka eneo hili la Ebutenje, eneo bunge la Uh, hili ni eneo bunge la Navaholo kaunti uh, ya Kakamega. Sina la ziada, labda kama una swali uh, ninaweza kukurudishia, lakini kwa kweli uh, uh, nyuso za tabasamu ni dhahiri eh, katika eneo hili kwamba shilingi nusu milioni zimetua Ebutenje, kaunti ya Kakamega na mshtera, naona kwamba sijui kama unanipata, manake najua kwamba mila za huko sio kula, pia kuna kunywa. Naona kwamba kuna shughuli zinazoendelea huko nyuma, labda pengine utujengee taswira, jamii nzima inapokea imepokeaje ushindi huko, sababu ukiangalia kwamba ilikuwa kwa ni juhudi za mtu mmoja, lakini ushindi huu umeleta ufanisi katika kijiji kizima. Tufahamishe tu kuhusiana na jinsi ambavyo wanakijiji wamepokea taarifa hizi na jasho hili eh, la ndugu yetu Dominic, manake juhudi zake lakini zimeleta tabasamu kijiji kizima, wanapokeaje? E, taarifa hizi wanakijiji. Bila shaka, kabla nije mubashara, Rashid, nimetoka tu nyumbani ambapo tulikuwa tumeandaliwa uh, chakula cha asubuhi uh, tumeandaliwa chai na vyakula vya kienyeji ambavyo nilikuwa naburudika kabla ya kuja. A, moja kwa moja kutoka eneo hili, na bila shaka nikimaliza taarifa hii e, nitaweza kurudi kwake nyumbani kuendelea na kiamsha kinywa changu. Kumbuka a, wakazi wa eneo hili la Kakamega na Magharibi kwa jumla ni watu wakarimu sana. A, manake wamesema kwamba wametuandalia chakula cha kienyeji hata pale katika sherehe. Kumbuka kwamba wamepika vyakula vya kienyeji hapa. Kuna chakula tu muhimu ambacho mge mgeni akikuja anapikiwa na ni nyama ambayo imeweza kuwekwa kwa muda ikakauka, na ikipikwa bila shaka ha, haitiwi mafuta, inachemshwa tu na inawekwa viungo vya vi kienyeji, ambavyo ukikula wanasema kwamba ni heshima kwa mgeni wa haiba yetu ya shabiki.com ambaye amefika katika eneo hili. Nyama hiyo inaitwa eshango. Eshango ni nyama ambayo imepikwa spesheli kwa mgeni maalum ambaye ameweza kutembelea boma au jamii fulani, na kumbuka kwamba eneo hili la magharibi, Rashid na kukaribisha ni eneo ambalo lina ukarimu mkubwa sana. Ukipata muda, uh, bila shaka tutaweza kuandaa alafu uh, utembelee watu uh, wa magharibi ambao wamenituma na salamu zako uh, nyingi zaidi Rashid. Shukran sana, shukran sana uh, Steve Shitera, kwa kweli wanasema kwamba mchuma mema ula na wakwana, ndivyo ilivyo. Juhudi za Dominic leo zimeweza kufanya kwamba kijiji kile kimepokea ugeni wa Shabiki.com kumuwenzi, kumshukuru na pia vilevile kubalishana mawazo ni jinsi gani atawekeza hela ile ili imsaidie katika siku za usoni. Shukran sana kama ulivyosema, saa saba itakuwa ndio uh, muda maalum wa sherehe itavyokuwa inaendelea. Kwa hiyo nyinyi huko ni wageni kwa hiyo msinyanyue mbawa sana, mnaambua jogo wa shamba wiki mjini kwao, mwende aste aste, kwa sababu wenyewe wakazi wapo ngangari na wapo ange. Lakini shukran sana Steve Shitera pamoja na kikosi kizima cha shabiki.com. Saa saba nitakutafuta, tupe picha kamili ya mambo atakavyokuwa eneo hilo. Shukran sana, na mtazamaji, kama unavyoangalia ni Steve Shitera akiwa kweli nakuambia kwamba maandalizi yanafanyika. Saa saba ndio muda wa sherehe itakuwa inaanza, lakini kwa hivi sasa ni maandalizi tu, uh, ili watu washerekee ushindi wa Dominic chini